Waziri wa Maji, Nishati na Madini, Mheshimiwa Shaibu Hassan Kaduara amewataka wananchi wa ngazi mbalimbali kuendelea kuitumia huduma ya maji safi na salama kwa uangalifu ili kufikia malengo mazuri visiwani humo. Ameeleza hayo mara baada ya kufanya ziara ya pamoja na timu ya wataalamu huko katika kijiji cha Chaoni Gando, wilaya ya Wete, Pemba. Jambo maji jamani, tumieni bila israfu. Pale ambapo nyinyi watu wachaoni hapa tena, historia ipo, nasikia mkivuka hapo kipindi cha mvua kali, mlikuwa hamsubutu kuvuka hapo, lakini leo mwavuka kwa miguu wala hapana tatizo lolote. Ni kwamba maji yashakimbia, kweli si kweli? Pale mlipozoea kuvua kambare na perege, maji yapo hayapo tena, mjue kwamba jamani hizo changamoto na mabadiliko haya ya tabia nchi, haya mabadiliko haya yameletwa na Mungu. Katika hatua nyingine, mbunge wa jimbo la Gando mheshimiwa Salim Musa Omar pamoja na afisa mdhamini wizara ya ujenzi, mawasiliano na uchukuzi Pemba Ibrahim Salehe Juma kwa upande wao wamesema, kwa sababu mimi mbunge wenu ni mbunge aliyojikubalisha kuwafuatilieni, kuwasemeeni, kuwavutieni mazuri sijui kama nitawahi na miezi miwili iliyobakia, lakini naona kama ndoto zangu kila siku zinanipa, naendelea. Nitahakikisha, nitahakikisha kila tunachokipanga kitarekebishika, insha Allah. Kwa hiyo, kwa hapa tumebakisha kuisanifu barabara hii yenye urefu wa kilomita moja nukta tano lakini kazi hiyo ni kuhakikishie, mheshimiwa mbunge, niwahakikishie wananchi hawa ambao na kwa kweli wameitikia kwa wingi kutaka kusikia maendeleo haya ambayo Dr Mwinyi amekuja nayo na anaendelea kuyaleta ndani ya wiki hii itaokuja barabara hii itakamilika kueyeshwa hishuajikani. Hata hivyo nao kwa baadhi ya wakazi wa kijiji hicho wamemshukuru kwa dhati mbunge huyo kwa kuwaletea miradi ya maendeleo, ili ambalo amelileta mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Salum Musa Omar, mbunge wa jimbo la Gando. Ni swala zuri kwa wananchi na jamii kwa ujumla, kwani hapo mwanzo watu wa vijiji cha town walikuwa wanateseka sana na maji. Kaahidi kwamba maji yatafika, maji ambayo yatakuwa salama kabisa, na vile vile kaahidi barabara. Nipongeze sana kwake kwa sababu ni mtu wa kuigwa na wa mtu wa mfano kabisa katika jamii ya wananchi wa Gando. Nikiripoti, langu jina ni mimi Mohamed Othman wa RADA Online TV Pemba.